Kila hatua tunayoipiga katika maisha inaanza ndani ya akili. Kabla hujafanya jambo lolote, unalifikiria kwanza, na kila unachokifikiria kila siku ndicho kinachojenga maisha yako. Hata furaha, huzuni, uthubutu, woga, maamuzi, mafanikio au kushindwa, vyote vinatengenezwa ndani kabla havijaonekana nje. Akili ni kama ardhi yenye nguvu isiyo na kikomo. Ukipanda mbegu ya hofu utaota wasiwasi wasi. Ukipanda mbegu ya matumaini utaota uthubutu. Ukipanda mbegu ya imani utaota nguvu ya kusonga mbele. Ndiyo maana mtu anapobadilisha mawazo yake anabadilisha maisha yake, lakini wengi wetu tumetawaliwa na sauti za nje, sauti za kukatisha tamaa, sauti za kutuambia hatuwezi, sauti za kutuambia tumeshachelewa, sauti za kutuambia tunatakiwa kuishi kama tulivyozoea. Sauti hizi zinagawa akili vipande vipande, na kutufanya tuamini uongo kwamba hatuna thamani. Kabla hujabadilisha mazingira yako, lazima ubadilishe akili yako. Kabla hujabadilisha tabia zako, lazima ubadilishe imani zako. Kabla hujabadilisha maisha yako, lazima ubadilishe mawazo yako. Watu wengi huhisi wameshindikana kwa sababu ya waliopitia. Wengine wamefeli mara nyingi, wengine wamekataliwa, wengine wamepigwa na misukosuko ya maisha mpaka hawajui tena wanakoelekea. Lakini ukweli ni mmoja, hakuna mapigo ya maisha yanayoweza kushinda nguvu ya akili ambayo imeamua kubadilika. Ukiamua ndani ya akili yako kwamba bado unaweza kuinuka, hakuna kitu kitakachozuia ya safari yako, na hapa ndipo nguvu ya akili inathibitisha uwepo wake. Mwili hufuata kile akili inaamini. Ukijiona huna uwezo, vitendo vyako vitaonyesha udhaifu. Ukijiona wa thamani, vitendo vyako vitajaa kujiamini. Ukijiona umeshindwa, maisha yako yatapoteza mwanga. Ukijiona mshindi, hata ukianguka, utakimbia tena. Akili ndiyo injini ya kila safari. Mfano halisi duniani unatoka kwa Nelson Mandela. Alipokuwa akifungwa kwa miaka mingi, wengi waliamini kuwa maisha yake yamefika mwisho. Dunia iliamini kuwa mtu aliyefungwa kwa muda mrefu namna ile angevunjika kiakili, angechoka, angekata tamaa, angejiona amepotea. Lakini Nelson Mandela hakuruhusu minyororo ya gerezani kufunga akili yake. Mwili wake ulikuwa ndani ya gereza, lakini akili yake ilikuwa huru. Aliteswa, alinyamazishwa, alipitia upweke wa hali ya juu, lakini hakuruhusu mawazo mabaya yamshinde aliendelea kuamini kuwa siku moja ataona uhuru, na si tu kwa ajili yake, bali kwa ajili ya taifa lake lote. Aliamini hilo kila siku, kila wakati, kila dakika, na kile alichokiamini ndani ya akili yake kikawa uhalisia. Akatoka gerezani akiwa bado na msimamo ule ule, akawa mshindi, kiongozi na mfano kwa dunia nzima. Huu ndio uthibitisho kwamba mtu anaweza kunyimwa kila kitu lakini akiachwa na akili yake akiachwa na uwezo wa kufikiri wa kuamini wa kutengeneza picha ya kesho bado anaweza kufanikiwa. Hiyo ndiyo nguvu ya akili inayobadilisha maisha. Leo jipe nafasi ya kuthibitisha kuwa maisha yako hayajapotea. Jipe nafasi ya kuona kuwa bado una nafasi kubwa sana. Jipe nafasi ya kujenga upya ndani ya akili yako kile unachotaka kiwe nje ya maisha yako. Hakuna mwanzo mgumu kama kubadilisha mawazo, lakini hakuna ushindi mkubwa kama kuishinda akili ambayo ilikuwa imejaa mashaka na maumivu. Usikubali mawazo ya kukatisha tamaa yaendelee kuishi ndani yako. Usikubali sauti za nje zikuongoze. Usikubali historia ya nyuma ikutawale. Leo unayo nafasi ya kuamka upya, sio kwa kubadilisha dunia, bali kwa kubadilisha akili yako jiaundie nakataa kuendelea kuwa mfungwa wa mawazo ya jana. Jiambie, naanza safari mpya ndani ya akili yangu. Jiambie, naunda maisha ninayotaka, kwa sababu mtu anapoamua kubadilika ndani yake, hakuna kitu nje kinachoweza kumzuia. Akili yako ni zawadi kubwa kuliko chochote. Ina uwezo kukuinua juu kuliko mazingira yako, ina uwezo wa kukuvusa maumivu ya jana, ina uwezo wa kukuongoza kwenye safari mpya ya mafanikio na leo unaanza safari hiyo, safari ya kuimiliki akili yako, safari ya kuongoza mawazo yako, safari ya kutengeneza uhalisia unaotaka. Nguvu ya kubadilisha maisha yako iko ndani yako, katika akili yako. Itumie, iamishe, iamrishe, na dunia itakupa kile unachoamini ndani kabisa ya nafsi yako.